Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Imekwisha atimia saa 12 kamili huko Afrika Mashariki. Ninakusalimu msikilizaji popote pale unapotufuatilia wakati huu na kukukaribisha kwenye matangazo haya ya asubuhi. Naitwa Lilian Mtono DW. habari za ulimwengu Msomaji wako asubuhi hii ni mie Suleiman Mwiru, na kwanza ni muktasari wake. Umoja wa Mataifa walaani kuhusu ukatili katika vita vinavyoendelea nchini Sudan. Mamilioni ya watu wakabiliwa na njaa kufuatia ukame nchini Kenya. Na Urusi yaishambulia Ukrain kwa droni na makombora usiku wa kuamkia leo. Habari kamili. Geneva. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema ukatili uliotekelezwa katika mji wa Alfashir Sudan mwezi Oktoba mwaka uliopita ungeliweza kuzuilika na kuonya kwamba sasa kuna hatari ya kurudiwa kwa ukatili kama huo huko Kordofan ambako mapigano yameongezeka katika siku za hivi karibuni. Mkuu huyo amesema hayo wakati akitoa taarifa mpya kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kuhusu hali huko Alfasheri ambako amelaani matukio hayo ya kutisha baada ya kikosi cha wanamgambo wa RSF kuanzisha wimbi la mashambulizi makali na kuzingira kikatili mji huo kwa miezi kumi na minane. Vikosi vya Sudan vimekuwa vitani na wanamgambo wa RSF tangu Aprili mwaka elfu mbili ishirini na tatu. Mzozo huo umeua maelfu ya watu na kuwafanya mamilioni ya wengine kukosa makazi na kusababisha kuwa mojawapo ya migogoro mibaya zaidi ya kibinadamu duniani. Nairobi, hali ya ukame imewaacha zaidi ya watu milioni mbili wakikabiliwa na njaa katika sehemu za Kenya, huku jamii za wafugaji wa ng'ombe kaskazini mashariki mwa nchi hiyo zikiwa zimeathiriwa zaidi. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa. Katika wiki za hivi karibuni, picha za mifugo iliyokonda katika eneo kame karibu na mpaka wake na Somalia zimewashtua wengi katika eneo hilo ambalo linaathiriwa na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Athari hizo zinatajwa kuenea hadi katika nchi za Somalia, Tanzania na hata Uganda, ambako wengi wako hatarini kutokana na hali mbaya ya hewa na uhaba wa maji. Shirika la Afya Duniani, WHO, lilisema mwishoni mwa mwezi uliopita. Wataalamu wanasema mengi yanayotokea yanatokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayoendelea kushuhudiwa duniani. Kiev. Maafisa nchini Ukraine wamesema leo kwamba mashambulizi ya droni na makombora ya Urusi nchini humo usiku kwa mkeleo yamewaua watu wasiopungua wane. Waandishi wa habari wa AFP waliokuwepo katika moja ya eneo la shambulio katika mji wa kusini wa Odessa wamesema waliona majengo yaliyoharibiwa na huduma za zimamoto na dharura zikifanya kazi kwa kutumia mwanga wa taa ili kutoa usaidizi kwa waathirika. Jeshi la anga la Ukraine Ukrain limesema Urusi ilikuwa imerusha makombora kumi na moja na, drone, na drone mia moja arobaini na tisa ikiwa ni pamoja na ndege za kivita aina ya Shahid zilizotengenezwa nchini Iran jeshi hilo limeongeza kwamba lilifanikiwa kuzidungua droni mia moja na makombora kadhaa vita hivyo kati ya urusi na ukreni vyenye karibu miaka minne bado vimeendelea kuchukua sura mpya kila wakati licha ya juhudi mbalimbali za kuvimaliza vita hivyo unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini bonn gaza Jeshi la Israel limesema leo kuwa limewaua wanamgambo wanne wa Hamas wenye silaha waliotoka kwenye handaki kusini mwa Gaza, wakiwatuhumu kwa kuwashambulia wanajeshi wake licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano iliyosimamiwa na Marekani ambayo iliingia katika awamu ya pili ya mwezi uliopita. Mashambulizi hayo mashambulio yameendelea kuripotiwa katika ukanda wa Gaza, huku Israel na Hamas zikitupiana lawama. Kwa upande wao, maafisa wa afya wa Gaza wamesema kwamba watu sita waliuawa hapo jana kwa mashambulizi ya Israel katika matukio kadhaa tofauti katika ukanda huo. Taarifa ya jeshi la Israel imesema matukio hayo ni operesheni ya kuwapata na kuwaangamiza magaidi wote wanaojificha katika mahandaki, huku Hamas ikiwaeleza wanamgambo wake hao waliopoteza maisha kama mashujaa. Na hatimaye Washington, waziri wa mambo ya nje wa marekani marco rubio amethibitisha kwamba atahudhuria mkutano wa usalama wa munich hapo ujerumani wiki hii kabla ya kusafiri kuelekea katika nchi za slovakia na hungary wizara ya mambo ya nje ya marekani imesema katika taarifa rubio anatarajiwa kuwa nchini ujerumani siku ya jumaa hadi jumapili kuhudhuria mkutano huo wa kila mwaka unaochukuliwa kama jukwaa muhimu na linaloongoza duniani kwa sera za usalama na ulinzi wa kimataifa. Zaidi ya viongozi sitini wa dunia na takriban mawaziri mia moja wa mambo ya nje na ulinzi wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo wa siku tatu katika mji wa Munich hapa Ujerumani, katika jimbo la Bavaria. Baada ya hapo, ziara yake ya mjini Budapest, Hungary, inatarajiwa kujumuisha mazungumzo kuhusu ushirikiano wa nishati kati ya Marekani na nchi hiyo mshirika wa Marekani na, na Urusi. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW. DW Dunia yetu leo asubuhi Nam, asubuhi hii msikilizaji, nitakupeleka hadi huko Iran ambako kuna mengi kuhusiana na mazungumzo ya nyuklia kati ya Marekani na Iran pamoja na siasa za ndani za taifa hilo la Kiislamu. Na huko nchini Kenya vijana wazidi kuumizwa kwa ahadi hewa za kazi nchini Urusi, lakini wanaishia wapi kanasi? Tutakueleza zaidi. Mimi ni Lilia Nton Na tunaanza uchambuzi asubuhi hii tukiangazia hali ya mambo huko nchini Iran ambako taarifa za jana Jumatatu zilisema mkuu wa masuala ya nyuklia nchini humo amesema taifa hilo linaweza kukubali kupunguza viwango vya urutubishaji wa madini ya urani ili badala yake iondolewe vikwazo vyote vya kifedha. Amesema hayo wakati hii leo katibu mkuu wa baraza la usalama lenye nguvu la Iran Ali Larijan akizuru Oman, ambako sultani wa taifa hilo la Ghuba anaendeleza juhudi za upatanishi kwenye mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran na Marekani. Suleiman Mwiru ametuandalia taarifa zaidi. Wanadiplomasia wa Marekani na Iran walifanya mazungumzo kupitia upatanishi wa Oman wiki iliyopita katika juhudi za kufufua mazungumzo kati yao baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuweka vikosi vyake vya kijeshi katika eneo hilo na kuzua hofu ya kufanyika kwa mashambulizi ya kijeshi siku chache zilizopita. Mazungumzo hayo yanafuatia siku chache baada ya kuzimwa kwa maandamano ya kupinga serikali nchini Iran mwezi uliopita, ambapo maelfu ya watu waliuawa na kupelekea machafuko makubwa zaidi ya ndani tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 wakati wa maandamano hayo, Rais Trump, ambaye anataka Iran iachane na mipango yake ya kurutubisha urani, alitishia kwamba nchi yake ingeliingilia kati ya kijeshi, lakini hatua hizo hazikufanyika. Mkuu wa shirika la nishati ya atomiki la Iran Muhamad Islami amesema hapo jana kwamba upo uwezekano wa kupunguza urani iliyorutubishwa kwa asilimia sitini lakini akaweka wazi kwamba hilo linategemea kama vikwazo walivyowekewa vitaondolewa ama la. Eslami, ambaye matamshi yake yaliripotiwa na shirika la habari la ISNA la Iran, alisema hata hivyo kwamba pendekezo lingine la kupeleka urani iliyorutubishwa ya Iran kwenye nchi nyingine halikujadiliwa katika mazungumzo na maafisa wa Marekani. Kwa upande wake kiongozi mkuu wa jamhuri hiyo ya Kiislamu Ayatollah Ali Khamenei akizungumza hapo jana amesema kwamba bado taifa la Iran liko imara licha ya juhudi mbalimbali za mataifa ya kigeni za kutaka kuvuruga hali nchini humo. wakati mapinduzi Wakati ya ishirini na mbili yalipotokea taifa la Iran lilipata ushindi mkubwa, liliweza kujiokoa katika kutoingiliwa na nchi za kigeni. Katika miaka yote hii mataifa hayo ya kigeni yamekuwa yakitafuta kurejesha hali ya awali. Taifa la Iran limesimama imara. Wakati hayo ya kijiri, Ali Larejan, mshauri wa karibu wa kiongozi mkuu wa Iran Ayatola Ali Khamenei, na katibu wa baraza lake la usalama wa taifa wanaitembelea Oman hii leo kufuatia mazungumzo yao na Marekani na yaliyofanyika nchini humo. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim. Katika ziara hiyo Larijan atakutana na maafisa wa ngazi ya juu wa usultani wa Oman na kujadili maendeleo ya hivi karibuni ya kikanda kimataifa na ushirikiano wa pande mbili katika ngazi mbalimbali. Iran na Marekani zilianza tena mazungumzo nchini Oman siku ya Jumaa ya wiki iliyopita kwa mara ya kwanza tangu vita vya Iran na Israel vya siku kumi na mbili mwezi Juni mwaka uliopita, lakini tarehe ya duru ya pili ya mazungumzo bado haijawekwa wazi na tukiachana na hayo huko nchini Iran, tunaelekea sasa huko Afrika Mashariki. Nchini Kenya imebainika uwepo wa udanganyifu kwa vijana nchini humo wanaosafirishwa kwenda nchini Urusi kwa ahadi ya kupatiwa ajira zenye malipo mazuri na kuishia kuingizwa kwenye vikosi vya kivita dhidi ya Ukraine. Baadhi ya vijana waliosafirishwa wamejikuta wamenaswa katikati kati ya vita vikali vya Urusi na Ukraine. Baadhi yao waliishia kupata majeraha makubwa na kubaki njia panda. Doto Bulendu anaarifu zaidi. Ahadi ya kupata ujira wenye malipo mazuri umegeuka kuwa mateso kwa baadhi ya vijana kutoka nchini Kenya, ambao waliondoka nchini humo kwa ahadi ya kupata ajira nchini Urusi na kuishia kwenye makundi ya wa wapiganaji kwenye mapigano kati ya Urusi na Ukraine. Victor, Mark, Eric na Moses waliingizwa kwenye makundi ya WhatsApp, ambako Wakenya wenzao waliwahakikishia kwa Kiswahili kuwa walikuwa wanaelekea kwenye mishahara mizuri na maisha mapya kusisibua kusisimua. Badala yake, siku ya kwanza ya Victor, ilikuwa katika nyumba iliyotelekezwa saa tatu nje ya mji wa St Petersburg. Siku iliyofuata alipelekwa katika kambi ya kijeshi ya Urusi, ambako askari walimpa mkataba kwa lugha ya Kirusi ambao hakuweza kuusoma. Kwa mujibu wa Victor, mara baada ya kufika Urusi alikutana na baadhi ya wa Wakenya kutoka kundi la WhatsApp katika hospitali ya kijeshi. Wengine hawakuwa na miguu, wengine walikuwa wamepoteza mikono, ambapo walidai kutishwa kuuawa kama wangeandika ujumbe hasi kwenye kundi hilo. Grace Gathod, mwenye umri wa miaka thelathini na nane ni mko wa Martin ambaye alisafiri kwa ahadi ya kwenda kufanya kazi ya udereva nchini Urusi. I could say that if they can... Ninachoweza kusema kama wanao binadamu wamrudishe mume wangu ili ni mzike, ikiwa ni kweli amekufa na ni kweli amekwisha fariki, maana hata ubalozi wa Urusi ulithibitisha kwamba mwili wake ulipatikana. he saw, he just found his body. Kwa upande wake Mark alisema wajiriwa wapya walipewa fursa ya kurejea nyumbani kwa kulipa takriban dola alfu nne, kiasi kisichowezekana kutokana na uduni wa malipo waliowapata tofauti na ahadi waliopewa kabla ya kuondoka nchini Kenya. Peter Kariuki ni baba wa raia mmoja wa Kenya ambaye alikwenda Urusi kwa ajili ya kupata ajira, kabla ya kurejea nchini Kenya. kama yeah, well, familia tuna bahati kwa sababu ninafahamu wengine wengi waliokwenda naye hawawasiliani au hawa hawajulikani kama bado wapo hai ama la kwa hiyo kwake, japo aliumia, naweza kusema tulikuwa na bahati, na si mimi peke yangu, bali familia nzima na marafiki. Not me alone, but the whole family and friends. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mnamo mwezi Desemba mwaka jana, mamlaka za Kenya zilisema takriban raia mia mbili walikuwa wametumwa kupigana nchini Ukraini, ambapo kabla ya kuondoka walipaswa kufanyiwa uchunguzi wa afya, ambapo shirika la AFP ilishuhudia watu mia hamsini na saba wakipatiwa vipimo vya afya kabla ya kuondoka. Taarifa za kijasusi za magharibi zinasema Urusi imepata zaidi ya majeruhi milioni moja na laki mbili ikiwa ni mara mbili ya Ukraini, hali ambayo imelazimu Moscow kutafuta waajiriwa mbali zaidi, huku nchi za ukanda wa Afrika mashariki zikiwa katika orodha ya mataifa ambayo raia wake wamelengwa. DW tunavuma kwa kishindo tunavuma kwa kishindo. Msikilizaji, kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya asubuhi, na wakati huu bado tungali kwenye uchambuzi. Pembe ya Afrika ni eneo ambalo kwa mataifa ya Ghuba ni uwanja muhimu wa mapambano kwa ushindani wa kikanda na kiuchumi, na linaonyesha wazi jinsi wafalme wa mataifa ya Ghuba wanavyopigania ushawishi wao. Eneo hilo la kimkakati ni mojawapo ya njia za biashara zenye shughuli nyingi zaidi duniani kati ya mfereji wa Suez na bahari ya Hindi, na liko ng'ambo ya bahari ya Shamo kutoka mashariki ya kati. Grace Kabogo anatuarifu zaidi katika taarifa hii. Pembe ya Afrika inazijumuisha nchi za Ethiopia, Somalia, Djibouti na Eritrea. Mtaalamu wa eneo la Ghuba, Anna Jacobs, anasema umoja wa falme za Kiarabu UAE umekosolewa zaidi kutokana na uwepo wake mkubwa wa mashariki mwa Afrika. UAE imekuwa ikikosolewa sana kwa kuwaunga mkono wanamgambo wa Sudan wa RSF, ingawa umekuwa ukikanusha madai hayo. UAE pia iliikasirisha Somalia kutokana na kuwekeza Somaliland, jimbo lililojitenga na Somalia, ambapo kampuni kubwa ya usafirishaji ya DP World imewekeza mamilioni ya dola katika kujenga bandari na uwanja wa ndege. Wachambuzi na wataalamu wengi wanaiona UAE kuwa nyuma ya uamuzi wa Israel kuwa nchi ya kwanza kutangaza rasmi kuitambua Somaliland kama taifa huru tangu mwezi Desemba. Jacobs anasema ni hatua ya kawaida yenye hatari kubwa inayofanywa na utawala wa Emirati kuunda upya mpangilio wa mifumo ya kikanda lakini vitendo kama hivyo vinaongeza mivutano na Saudi Arabia, mshirika wa UAE aliyegeuka kuwa adui. UAE ilimpatia waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed mkopo wa dola bilioni thelathini na tatu muda mfupi baada ya kuingia madarakani mwaka elfu mbili na kumi na nane na nchi hizo zilikubaliana kubadilishana sarafu ya takriban dola milioni mia nane Kwenye kilima kinachoelekea mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa, kasri jipya linajengwa kwa ufadhili wa UAE. Cameron Hudson, aliyekuwa mchambuzi wa shirika la ujasusi la Marekani, CIA, ameliambia shirika la habari la Ufaransa, AFP, kwamba kiwango cha uwekezaji cha UAE nchini Ethiopia kinachoonyeshwa katika kasri hilo la mabilioni ya dola ni kikubwa sana kiasi kwamba kimeigeuza Ethiopia kuwa kibaraka. Mwezi Desemba, jeshi la Sudan lilishutumu Ethiopia kwa kuandaa mafunzo kwa ajili ya wanamgambo wa RSF ambao ni maadui wake. Hii inaashiria kuwa mafunzo yalifadhiliwa na UAE. Maafisa wa Ethiopia hawakujibu madai hayo walipoombwa kufanya hivyo na AFP. Pesa zinazotolewa kwa wingi na mataifa ya Ghuba zinazidisha misuguano iliyopo katika eneo lote la Pembe ya Afrika. Biranu Gamachu, mtafiti wa Ethiopia, anasema nchi zenye utajiri mkubwa za Ghuba zina ushawishi wa hatari kwa nchi maskini na zilizokumbwa na mizozo za Afrika Mashariki. Anafafanua kuwa ushawishi wa nchi za Ghuba katika bahari ya Shamu unaendeleza ukosefu wa utulivu katika ukanda huo. Hali ya kutoelewana kati ya Ethiopia na mpinzani wake wa muda mrefu Eritrea imekuwa ikiongezeka, huku hatua za kukamilika kwa ujenzi wa bwawa kubwa la umeme la Ethiopia katika mto Nile ikiwa imeikasirisha Misri. Matokeo yake ni kwamba Misri na Eritrea zimetafuta uhusiano wa karibu zaidi kati yao na Saudia ili kukabiliana na Ethiopia. Rais wa Eritrea Isaias Afwerki, ambaye husafiri mara chache, aliizuru Saudia mara mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano na hivi karibuni aliikosoa UAE kuhusika katika kuvuruga utulivu wa Sudan. Hudson anaonya kuwa Eritrea inaweza kujihusisha moja kwa moja katika vita vya Sudan na hilo linaweza kuzidisha mzozo wa kikanda. Alikuwa ni Grace Kabogo na taarifa hiyo, msikilizaji. Tukiachana na hayo, kupunguzwa kwa misaada na baridi kali ni hali zinazoathiri familia zilizokimbia makazi yao nchini Yemen. Mamilioni ya familia katika kambi za wakimbizi nchini humo wanapitia hali ya baridi kali katika mahema ambayo hayatoi ulinzi katikati ya moja ya majira ya baridi kali zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo katika miaka ya karibuni, kwa kuwa misaada ya kimataifa haitoshi kila siku mateso inakuwa vita mpya katika mapambano ya kuishi. Josephat Charo anaeleza zaidi madhila hayo. Ndani ya hema lililo raruka katika kambi kaskazini mwa mji mkuu Sanaa, Safia anaishi na familia yake ya watu kumi na wanane. Kibanda hakiwezi kuzuia upepo au kuzuia mvua na hali ya joto ya usiku mmoja inaongeza mateso familia iliyokimbia kutafuta usalama sasa inakabiliwa na mafua ambayo hayaonyeshi huruma. Huyu hapa Safia. Tunateseka kutokana na baridi na mvua. Mvua ikinyesha hema na vitu humu ndani vinaathiriwa. Nina watoto ambao hawawezi kuvumilia na wanaweza kufa kutokana na baridi, kwa hiyo ninawafunika kwa mifuko ya plastiki kwa sababu ya mvua kubwa na baridi kali. Wakati mwingine matandiko hulo wa maji, mahali tunapoketi pamejaa maji na magodoro na mablanketi pia yana maji. Hatujui pa kukaa. Yeah, na ah, mashirika ya kutoa misaada ya kibinadamu yalisema idadi kubwa kati ya watu milioni nne nukta tano waliokimbia makazi yao nchini Yemen wanaishi katika kambi bila mavazi ya kutosha ya majira ya baridi, blanketi au makazi sahihi. Ripoti za nyanjani zinaonyesha kuwa hali inazidi kuwa mbaya katika kambi 45 katika majimbo kumi na mbili huku vifo vikiripotiwa hasa miongoni mwa watoto na wazee. Huku ufadhili wa misaada ya kibinadamu ukipungua, msaada maalum wa majira ya baridi unaotolewa na baadhi ya mashirika unabaki mdogo na hautoshi kukidhi mahitaji yanayoongezeka. Sand Alsayadi, msemaji wa kundi la haki za binadamu, anasema Mchanganyiko wa baridi, njaa na ukosefu wa huduma za msingi za afya kwa kawaida umezidisha hali hiyo. Unajua kwamba misaada ya kibinadamu imekuwa haba kutokana na vikwazo vya Marekani na siasa za misaada ambazo huathiri moja kwa moja familia zilizokimbia makazi yao katika kambi, hasa katika maeneo yanayokabiliwa na baridi kali au milipuko mingi ya magonjwa. Lakini mgogoro huu hauchochewi na baridi pekee, miaka mingi ya kutokuwa na utulivu na ugumu wa kisiasa nchini Yemen umedhoofisha majibu ya muda mrefu ya kibinadamu, huku mashirika ya misaada yakitanua juhudi zao hapo awali. Wafanyakazi wa misaada wanasema kuongeza msaada pekee si suluhisho la kudumu. Kushughulikia mgogoro huu kunahitaji kushughulikia vyanzo vyake vikuu, ikiwa ni pamoja na vikwazo vya kisiasa, miundombinu dhaifu na kupungua kwa kujitolea kwa jumuiya ya kimataifa kwa moja ya dharura za kibinadamu zinazoendelea kwa muda mrefu zaidi duniani. Na tunamalizia uchambuzi na ripoti hii inayosema raia wa Nigeria wanalalamikia mfumuko wa juu wa gharama za maisha, hasa kutokana na kupanda kwa bei za vyakula. Hali hii imesababishwa pakubwa na hatua ya serikali ya Rais bola Tinubu ya kuondoa ruzuku kwa wazalishaji. Hata hivyo serikali inaamini kuwa hali itaimarika hapo baadaye. Lubega Emmanuel anatusomea ripoti hii ya uchambuzi ulioandikwa na mwandishi wa DW Martina Fikomski. Raia mbalimbali wa Nigeria wanalalamikia hali ambapo gharama za usafiri zimepanda na kuacha na pesa kidogo za kujikimu mahitaji mengine muhimu. Kwa mfano, kila kukicha waendeshaji wa magari ya abiria wanapandisha nauli, hali ambayo inachukua sehemu kubwa ya mishahara ya watu kama waalimu kwa mujibu wa ripoti ya benki ya dunia ya mwaka elfu mbili ishirini na tano asilimia hamsini na mbili ya raia wa nchi hiyo wanakumbwa na hali hii mbaya raia wanaelezea kuwa wanastahimili kiwango cha juu cha mfumuko wa bei za bidhaa ambacho akijawahi kushuhudiwa katika miaka ishirini hasa kuhusiana na chakula na usafiri athari za hali hii zilianza katika kipindi cha mlipuko wa uviko kumi na tisa kisha vita vya urusi na ukraine ambavyo vilivuruga mnyororo wa usambazaji wa bidhaa muhimu Serikali ilijaribu kutekeleza mageuzi muhimu ya kiuchumi mwaka elfu mbili ishirini na tatu ili kuwa na uthabiti wa kiuchumi, lakini hali hii ilizidisha ugumu wa maisha ya kawaida, kwani watu hawana mapato ya kutosha kujikimu. Watu wanaofanya biashara ndogo ndogo wamefahamisha DW kuwa wanashindwa kupata milioni mitatu kwa siku, kwani mazingira ya kibiashara ni duni mno wanaouza kwenye maduka wanasema wanaweza kumaliza siku kadhaa bila kuuza bidhaa hata moja ili hali lazima waondoke nyumbani waje kwenye biashara zao na walipe kodi katika hali hii waajiri wameshindwa kuwalipa wafanyakazi wao na wanamkosoa rais Tinubu kwa haya yote hata hivyo serikali inaelezea kuwa hali hii ni ya muda tu kwani mfumuko ulishuka mwaka jana kutoka asilimia thelathini na moja nukta nne mwaka elfu mbili ishirini na nne hadi kwa asilimia ishirini na tatu benki kuu ya nigeria inafahamisha kuwa ukuaji wa kiuchumi unaoshuhudiwa kwa sasa utawezesha mfumuko kushuka kwa kiwango cha asilimia kumi na mbili mwaka huu. Hii itategemea kuboreka kwa sarafu ya nchi hiyo dhidi ya zile za kimataifa na pia kupanda kwa kiwango cha uzalishaji wa mafuta. Ni kutokana na hali hii ndipo baadhi ya wataalam wa kiuchumi wanaunga mkono mikakati ya rais Tinubu aliyekuja madarakani mwezi Mei mwaka elfu mbili ishirini na tatu akilenga kuboresha sarafu ya naira pamoja na bei ya mafuta. Baadhi ya wataalamu wa kiuchumi wanaelezea kuwa afadhali bidhaa ziwepo kwa bei ya juu kuliko kukosekana kabisa kama ilivyokuwa hapo awali. Lakini pia wanaelezea hali duni ya miundombinu ya kusafirisha kama vile barabara na pia ukosefu wa usalama kaskazini mwa nchi hiyo kama mambo ambayo yanakwaza kufanikishwa kwa mikakati ya kukuza uchumi na kupunguza mfumuko wa bei za bidhaa na gharama za maisha. Tatizo ni kwamba uchaguzi wa urais unakaribia mwaka elfu mbili ishirini na saba na huenda wanasiasa wataanza kuangazia zaidi kuchaguliwa tena badala ya kuendeleza juhudi za kuboresha uchumi. Uchambuzi huo msikilizaji, ndio unatuhitimishia sehemu hii ya kuangalia ripoti zetu kwa kina, lakini endelea kuwa nasi tunakuletea makala DW Afya yako. Ugonjwa wa kichocho kwenye via vya vya wanawake unaojulikana kitaalamu kama genital chistosomiasis. FGS ni ugonjwa unaosababishwa na minyoo aina ya chistosoma wanaopatikana kwenye mito na maziwa katika maeneo ya kitropiki barani Afrika, Asia na Amerika ya Kusini. Msikilizaji, haya ndiyo maradhi tunayojadili leo kwenye makala ya Afya yako. Jina langu ni Musa Navie. Karibu. Tatizo ilikuwa vile nikienda kwa choo, nawakuwa na moto hii sehemu ya siri, nikikojoa pia nasikia kuumia. Minyoo wanaosababisha kichocho kwenye via vya uzazi kwa wanawake huhifadhiwa ndani ya konokono kabla ya kusambaa, wanapotemwa kwenye maji na huingia kwenye mwili wa mwanadamu wanapokuwa katika harakati za kufua, kuoga, kuogelea na kadhalika. Pindi wanapowekwa majini huishi kwa saa nane kabla ya kufa na ni viumbe ambao huandamana wakiwa jinsia mbili, kike na kiume wa kiume humbeba wa kike na kupenyeza kwenye ngozi, kisha wanasafiri kupitia damu katika mishipa midogo hadi ndani ya utumbo au kibofu cha mkojo. Rehema Kiraogona kutoka Kilifi, Kenya anasema aliugua kichocho cha uzazi kwa miaka mitatu bila kubaini uhalisia wake, ikidhaniwa kuwa ni ugonjwa wa zinaa. Mimi nilifikia mahali yakata nataka kuachwa na bwana kwa sababu ananiambia wewe, kila siku wasema wewe unawashwa, labda unaenda nje. Wewe wajua, ukieleza watu wengine kabla, labda pengine nilirogwa, ama bwanako alienda kwa, kwa wanawake, yeye naye ananishuku kwa mimi naenda nje. Milicent Ouma, afisa mkuu wa utafiti katika shirika la kijamii la afya LVCT, anabainisha kwamba kuna aina tatu kuu za minyoo inayosababisha kichocho cha uzazi: minyoo aina ya Schistosoma haematobium, ambao baada ya kuuma na kuingia mwilini hukaa kwenye kibofu cha mkojo; aina ya Schistosoma mansoni, minyoo huishi kwenye utumbo na kuanza kutaga mayai; na aina ya Schistosoma japonicum hupatikana kwenye maeneo ya Asia. Shirika la LVCT lilifanya utafiti wa kwanza kabisa wa miaka mitatu dhidi ya ugonjwa huu kwa ufadhili wa shirika la wakfu wa mfuko wa uwekezaji wa watoto na ushirikiano wa wizara ya afya kwenye majimbo ya Homa Bay, Kilifi na Kwale. Ni muhimu kuelewa kuwa kichocho kwenye via vya uzazi kwa wanawake sio ugonjwa wa zinaa. Mgonjwa huenda akahisi kuumwa na kichwa, kuendesha, kuwashwa alikuumwa na minyoo na kuvimba, ila wapo ambao kamwe hawataona dalili hizi ambazo hupotea ndani ya saa 48 za kuumwa na minyoo husika. Mwathiriwa wa ugonjwa huu baada ya wiki kadhaa, miezi au miaka, ataanza kupata dalili kutokana na kiungo cha mwili kilichoathirika. Kama ni mfumo wa mkojo, ataanza kuona matone ya damu kwenye mkojo na haja kubwa, maumivu chini ya tumbo. Minyoo hii hutokana na mtu ambaye amedhurika kisha kujisaidia haja ndogo na kubwa kwenye chanzo cha maji. Baadhi ya athari miongoni mwa wanawake ni tasa inakuwa vigumu kushika ujauzito, pia yanachangia ujauzito nje ya mfuko wa uzazi, kuharibika kwa mimba, mtoto kuzaliwa akiwa amekufa, kukosa uwezo wa kudhibiti mkojo anapocheka, anapopiga chafya, akikimbia na kadhalika mbali na unyanyapaa, Millicent anasema maradhi haya pia huchangia maambukizi ya maradhi mengine, mfano virusi vya ukimwi VVU na magonjwa ya zinaa kutokana na kukatika kwa sehemu ya uke, na wakati mwingine huibua changamoto kubaini endapo ni ugonjwa huu au mwathiriwa anaugua saratani kutokana na dalili zinazofanana hii inaweza kuchangia unyanyapaa. Mwanamke kutokwa maji kwenye uke au harufu, huenda ikaathiri kujiamini na kukosa utulivu miongoni mwa wenzake na hata katika kundi la watu. Pia kubainisha saratani ya shingo ya kizazi dhidi ya ugonjwa huu huenda ikawa vigumu kwa mtu ambaye hana utaalamu wa kutosha, na utakuta baadhi ya visa kufikia uamuzi wa matibabu ya saratani ya shingo ya kizazi. Mhudumu wa afya ya jamii katika jimbo la Homa Bay, Steven Ochieng anaeleza kuwa imechukua muda mrefu kwa wengi kubaini kama wanaugua ugonjwa huu hadi pale unapolipuka na kusababisha hatari na madhara makubwa. Tunavyojua ziwa Victoria ni ziwa lenye maji baridi, watu wetu wanatumia haya maji kwa kumwagilia, kufua, kuoga na kuosha vyombo. Watu wengi bado wanalitumia ziwa hili kwa shughuli nyingi, na hili linawaweka katika hatari kubwa ya kupata ugonjwa huu. Msikilizaji, umekuwa ukisikiliza makala ya afya yako. Jina langu ni Musa Nabii. Endelea kuitegemea sikio DW. Hadi hapo hatuna la ziada, ninakushukuru sana kwa kuungana nasi asubuhi hii. Saa saba kamili za mchana tutakuletea matangazo mengine, na hadi wakati huo, naitwa Lilian Mtono. Uwe na siku njema <mucho>